samahani dada nilikuwa naomba nikuulize mara moja maana nimepotea kidogo karim baba hapo umefika kwa mwenyeji kabisa wa mtaa kuuliza ni bule ila ukitaka kupelekwa elfu moja na ukitaka busu elfu mbili short time elfu kumi na ukitaka kulala ni elfu hamsini ha sijakuelewa dada sasa hapo hujaelewa nini mpenzi wangu? Mi najua vizuri tu wanaume nyiye mkijaga huko swahilini huwa mnakuja kutafuta wanawake na mnakuwaga hamna hela, ndio maana nimekupa bei za chini kabisa, yani bei za ofa. Changamkia fursa. Samani dada, mimi kuna mtu namtafuta, nilikuwa naomba unielekeze, wala sijaja kwa ajili ya mambo unayoongelea wewe. We mbaba wewe, acha uongo. Mi najua kabisa wewe ni malaya. Haya sasa umekutana na malaya mwenzio, tuende tukamalizane. Karibu baba, natumaini umejionea mwenyewe kwamba hapa sio pa kupotea na hapa ndipo ninapoishi mimi na mke wangu saizi. Hapana, nimepitia misukosuko mingi sana huko njiani, nimekutana na watu hawajielewi, wananiambia vitu ambavyo havieleweki. Pole sana baba, kwa kuwa umeshapajua, basi siku nyingine hautapata shida tena huko njiani. Mke wangu ameenda sokoni kununua mahitaji ya ndani. Yaani vijana wa saizi bwana, unaishi na mtu ambaye hujamuoa na unamuita mke wako e? Haya, ngoja nimsubiri huyo mke wa mchongo. Hapana baba, siku hizi tunaishi kwa kusaidiana, alafu pia huyu mwanamke nina mpango wa kumuoa maana hadi kwao wananifahamu tayari, ilikuwa bado kumleta kwako tu. Jamani Johni, kumbe tuna mgeni na atuambiani? Si wengine, tuna presha bwana, mambo ya presha. Si wengine, hatutaki. Johni, huyu ndiye mke wako? Ndiyo baba, anaitwa cha usiku. Cha usiku, huyu ndio baba yangu niliyekwambia atakuja. Hee, kumbe baba mkwe! Shikamoo. Jamani, baba mkwe wangu. Wewe dada. Si tumekutana njiani mimi na wewe ukaa unaniambia maswala ya kujiuza mwili wako au nimekufananisha? Jamani, baba mkwe utakuwa umechoka eh. Mi akia Mungu na hapa mimi sio mimi uloni kutoko barabarani e, nikupikie nini baba mkwe? hivi John, ni kweli una akili? umechoka kuishi? Nilimuuliza dada dada, swala uda uda la mtego akanena mimi sina akili, Nimekutana naye hapo nje ameniambia kwamba anajiuza kwa shilingi elfu kumi. We baba, kumbe eh? Unataka kuniaibisha, unataka tuaibishane wewe? Si ndio ulinisimamisha pale barabarani na ukaniambia umenipenda, nikaamua kukustiri kwa kuwa kulikuwa na watu wengi. <laughs> Aha.